Katika visa wanavyotaja maulama wa tarehe, wanasema kuna bwana alikuwa anapendwa na mfalme. Mwingine akamwonea hasad, kwa nini huyu anakaribishwa na mfalme? Akamfuata mfalme, akamwambia fulani, anasema wewe ni abkhar, una harufu mbaya mdomo. Akamwambia, akamwambia nitahakikisha vipi hilo? Muangalie, kija kwako utamwona anafinika pua. Kisha akamfuata yule fulani anayependwa wa mfalme akamwambia, nakualika chakula leo. Akampikia chakula akakijaza vitunguu. Yule bwana akitoka, akienda katika majilisi ya mfalme, mfalme akimwita kumzungumzisha, akafunika kweli mdomo na pua. Kusudio lake ni mfalme asisikie harufu mbaya kutoka katika kanwa lake, lakini lengo la yule lilikuwa ni kufisidi eh. Mfalme akasema oh, kweli, hu bwana anasema mimi nanuka mdomo akachukua karatasi akatoa amri yule bwana auliwe. Akakunja ile karatasi akampa yule azidi aliopanga viti mbika, kama vile anajua kwa mfalme anapotoa karatasi wasi kawaida uwa, waida. uwa ni, a, ni hadia ni zawadi anatoa. Kwa hivyo akajua pale yule jamaa ameandikiwa madinari na madirhamu mingi tu, akamfuata akamwambia, unajua, nipe mimi hiyo karatasi akachukua ile karatasi akaenda mpaka eh, kwa peo mfalme akifika pale kimpatia kumbe, imeandikwa ndani atakayekuja na hiyo karatasi muue. Akachukuliwa akaenda akauliwa. Yeye aliopanga mwenzake uliwe yakamrudia yeye mwenyewe. wala la ya yahiku lmakru sayyiu illa illa bia. Moja katika wafanya kazi katika kampuni meangalia katika vipengee vya katiba ya kampuni kama ile, ni kwa kuna sehemu hapa nikiitumia vizuri nitawapunguzia mshahara wafanyakazi. Akaenda kawabana wafanyakazi wenzake, akawapunguzia mishahara. Haikupita muda, ikabidi kampuni ipunguze baadhi ya wafanyakazi kwa sababu ya hali ya kiuchumi inayopitia. Ilipotoka list ya wanaopunguzwa, yeye alikuwa ni wa kwanza. Wala yahiqul makru sayyi'u illa illa bi ahli. Hii ndio sunna aloyeka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika ulimwengu yoyote atakayemchimbia mwenzake shimo ataanguka mwenyewe katika, katika shimo kama lile.